Viongozi wa vyama makatibu na wenye vitu wa vyama vinavyoshiriki uchaguzi kwa jimbo la Tanga mjini. Mimi naitwa Bahati Kahindi, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Tanga mjini. E, kesho tuna tukio kubwa la marathoni Tanga. Kwa hiyo tumeona kwa maana kwa kipindi hiki tuko kwenye kampeni za uchaguzi mkuu, na kampeni tangu zimeanza tarehe 28 mpaka sasa tuna amani na utulivu, hamna mwingiliano kwenye, kwenye kampeni kwenye mikutano yetu. Sasa tukasema kwa sababu tukio hili la marathon litakutanisha watu wengi wa Tanga mjini na pembezoni mwa mji wa Tanga, wengi wametokea mikoa jirani kwa ajili ya kuja kushiriki hiyo marathon. Tukasema kwa sababu sisi viongozi wa vyama tuna wananchi wetu, tukasema tukae sisi kama wasimamizi wa uchaguzi wa Tanga wa jimbo la Tanga mjini, ili sasa sisi tukae mabalozi kwenye wananchi wetu tuhamasishe kesho kushiriki uzinduzi wa hiyo marathoni ambayo itafanyikia tutazindulia pale Tanga Urithi. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuwaite viongozi nyinyi, ndio wenye watu, ili tuhamasishe uchaguzi wetu uwe amani na utulivu kama tulivyokuwa na huruka zetu, wana Tanga. Kwa hiyo nawaombeni sana na nawakaribisha sana kwa ajili ya shughuli hiyo, na lengo kuu la marathoni hii ni kuchangia huduma za afya za mama na mtoto ili kuboresha afya zao, kwa maana ndio kundi kubwa kwenye jamii zetu. Kwa hiyo tunaomba kwa sana kwenda kuhamasisha kuchangia huduma za mama na mtoto. Kwa majina naitwa Ali Mangoro, mimi ni mratibu wa mashindano ya mbio za barabarani ya Tanga City Marathon. Mashindano hayo yatakuwa na mbio za aina tatu: mashindano ya kilomita tano na mashindano ya kilomita kumi na mashindano ya kilomita ishirini na moja zawadi mbalimbali mbali za fedha zitashindaniwa kwa washindi watakaoshinda kwenye kilomita kumi na kilomita 21. Inaitwa Meja Hamis Bakari Mkoba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Tanga. Niwaombe sana sana sana sana, wananchi wa Tanga, tujitokeze kwa wingi, twende tukashiriki marathoni hiyo ambayo itaanza kuwa saa kumi na mbili kwa ajili ya kudumisha amani, umoja na mshikamano. Lakini tarehe 29 Oktoba, ndugu zangu wa Tanga, naomba tujitokeze kwa wingi sana sana sana sana, sana. Kwenda katika kupiga kura kumchagua rais, mbunge na madiwani. Tunasema hivi kwamba amani ndiyo msingi wa maendeleo yote duniani. Ni Abdul Karim Nasor Al-Karne, ni mwenyekiti wa NLD. Wajitokeze kwa wingi kesho kwa ajili ya mbio za marathon ambazo zitakuwa na sherehe zake hapa Urithi. Nawaomba wakazi wa Tanga kujitokeza kwa wingi tarehe 29 kwa ajili ya kupiga kura za wagombea urais mgombea ubunge na ugombea udiwani. Tuombe sana amani amani amani ya nchi yetu. Naitwa Hassan Chambuli, mwenyekiti wa maimamu mkoa wa Tanga, mjumbe wa kamati tendaji jumuiya na maridhiano na amani mkoani Tanga, msemaji mkuu wa taasisi ya Zaharau. Katika mbio hizi, kwanza tuwakaribishe watu wote tuweze kuhudhuria, lakini kauli mbiu ya mbio hizi ni amani na utulivu katika kuelekea uchaguzi mkuu Ma yapo maisha baada ya uchaguzi. Maana nyingine kwa watu wa Tanga tunasema tunahitaji amani na utulivu katika kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa majina, naitwa Padi Benedicto Edwin Nyangao, katibu mkuu jimbo Katoliki la Tanga, kwamba tunataka watu wanaokuja Tanga waweze kufurahi kufurahia mandhari ya Tanga na pia kufurahi kwa ajili ya zoezi zima la marathoni, ambalo lengo lake ni kuweza kuwezesha afya ya mama na mtoto, na pia tunahamasisha kwamba tuweze kulinda na kuitetea amani ya nchi yetu, tutetee haki na amani kwa ajili ya nchi yetu ambayo inalinda tunu za umoja, upendo na mshikamano. Karibuni sana Tanga, karibuni wote katika jiji letu la Tanga.